yeye mwanadamu Muislamu kujitambua kwa ule Uislamu wake na yale ambayo yanampasa yeye kuyafanya kwa upande wa mola wake upande wa nafsi yake na upande wa Waislamu wenzake na wanadamu wote kwa ujumla, kwa sababu kila mmoja ana haki zake na kila mmoja watakiwa umpe haki yake, faati kulli dhi haqqin haqqa, kila mwenye haki umpe haki yake kwa ili mikdari na kiasi ambacho kimewekwa na sheria ya Uislamu. Kuna namna na kuna mambo ambayo umewekewa utaratibu wa, wa kutaamali wewe na mola wako wewe na nafsi yako wewe na watu wako waliokuzunguka karibu wakiwemwa wazazi wako watoto wako ndugu jamaa na marafiki, waislamu wenzako na wasiokuwa waislamu, wewe na raia wenzako, wewe na viongozi wako na watawala wanaokutawala, kila mmoja ana haki yake, na kila mmoja utakiwa umpe haki hiyo, na utakwenda kuulizwa siku ya Kiyama juu ya huquqi nnas na haqqullah

na yoyote atakayehamisha haki hii kuipeleka kwa kiumbe au kwa mwingine yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atabeba dhima ya hilo lolifanya, na atastahili kukaa motoni milele. Lakini kuna hukuku nyingine za waja wengi tu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nataka nizungumze kitu kidogo tu ambacho tutakiwa tukibebe tuondoke nacho hicho katika nchi zetu hizi. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mtihani tukawa tunaishi watu wa dini tofauti, na inategemea baadhi ya maeneo. Kuna baadhi ya maeneo waislamu wanakuwa ni wengi zaidi kuliko wasiokuwa waislamu, pengine waislamu wakawa ndio wenyeji wa asili waka wa wa islamu, na wakawa wasiokuwa waislamu ni wahamiaji na maeneo mengine ya kutofauti na hivyo kwa hiyo tumejikuta tunaishi katika nchi au katika miji ambayo ina mchanganyiko wa watu wa dini tofauti, pamoja na kwamba historia katika miji yetu na hasa katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki na visiwa vyake, wa watu wa asili kabisa na wenyeji katika miji hii ni Waislamu, kwa sababu nuru ya Uislamu ilifika mapema katika miji hii kwa mujibu wa vitabu vya bi historia na mazingira, watu wengi walikuwa ni Waislamu, na thakafa na utamaduni na hadhara ya Kiislamu imejikita kwa muda mrefu sana. Wasiokuwa waislamu kuanzia Wakristo na wengineo walikuja wakawakuta Waislamu na ustaarabu wao na maendeleo yao. Mabadiliko ya kilimwengu na hali za kisiasa za dunia zikapelekea kuingia Ukristo katika miji yetu na mara ya kwanza kabisa kuja Ukristo rasmi katika nchi hizi ilikuwa ni mwaka wa 1498 na ulipokuja msafara wa kwanza wa kina Vasco da Gama katika pwani hii ya Afrika Mashariki, walikuja kwa lengo la kueneza Ukristo na wakapambana kwa kiasi kikubwa sana kulazimisha wakazi na wenyeji wa mwambao huu na visiwa vyake wawe Wakristo. Jambo hili lakini lilifeli kwa sababu wenyeji walilikataa. Wanaosoma historia mashkuli wanafahamu kwamba jambo hili liliendelea kwa, kwa muda wa miaka takriban mia mbili, lakini hawakufanikiwa. Wenyeji waliukataa Ukristo, wakatumia njia mbalimbali mbali za kupambana na mkoloni huyu Kristo Mreno na kweli walillahi, alhamdu Allah akaletwa faraji na ushindi. Hawakuweza kuuingiza Ukristo lakini walifanya ukatili mkubwa sana 1500 1600 mpaka 1700 mwishoni. Waliposhindwa Wareno wakaondoka sababu wakabaki utawala tisa wa Kiislamu mpaka ilipoingia karne ya 19 walipokuja wakoloni wengine kuanzia Wajerumani waingereza wakaja na siasa zao na kuonyesha kwamba wao ni wapole na wao ni kadha wakayapenyeza makanisa yao wakachanganyikana na wa waislamu kwa hila na hadaa nyingi sana ukisoma historia utakuta kuna hila na hadaa nyingi sana zilizoingia kwa uislamu lakini tukajikuta tuko katika hali hii sasa tuko nao uislamu umetuwekea taratibu na njia za kuishi na watu hawa Ukiisoma Qurani tangu mwanzo mpaka mwisho, utaelezewa tabia za watu wa aina hii, wao wakoje. Miongoni mwa tabia zao ni chuki na bughdha na njama za kichini chini na kusiri dhidi ya uislamu na Waislamu. Lakini sisi dini yetu, ukiisoma katika Suratulmumtahina aya ya tisa na ya kumi, Allah anatuambia wazi, la yanhakum llahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin, kwa hakika sa Allah subhanahu wa ta'ala haja wakataza nyinyi kutaamal na kuishi kuwatendea wema wale ambao hawajawapiga nyinyi kwenye dini yenu hawapigeni vita kwenye dini yenu. Kwa sababu unaweza kutokea mkaishi na watu hawa, mnaweza kuuziana nao, ukanunua kwake, ukauza akaja akanunua kwako, ukafanya naye miamala ya kikawaida ya kibinadamu, akawa fundi wa kutengenezea kitu chako, kama ni fundi saramala, fundi mwashi na mafundi mengine, na mfano wa vitu kama hivyo, vitu ambavyo haviwezi kuvuka mpaka wa dini yako, amilianeni nao na watendeni wema na wafanyieni uadilifu. Usimnyime haki yake, maadamu umeagana naye kwamba bwana, kazi hii nitakulipa kwa shilingi elfu hamsini basi yeah. Usijosema kwamba hili ni kafiri tu, nitalipa elfu thelathini au elfu kumi. Maadamu mshaagana katika jambo, mpe haki yake. Sisi katika dini yetu tumefundishwa uadilifu, na Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Waislamu wameishi na watu wa aina hii katika miji yao kwa uadilifu wa namna hii kwa muda mrefu sana, na hivyo ndivyo tunapotakiwa tuwe, lakini tusijisahau kwamba wao ni watu wana vinyongo katika nafsi zao, na wana chuki na wana hila na wana njama. Tusijikajenga mapenzi makubwa kwao, kwa tukajiaminisha. Hawa ni watu wanaishi kwa hadaa, tuwatendee wema tuishi nao kwa uzuri, lakini tukijua kwamba katika miongoni mwa tabia zao ni hii. Sasa ukilitambua hili Muislamu utakuwa umejitambua vizuri sana na makamu kama hizi za khutba za Ijumaa na misikiti ndiyo sehemu zake za kuwaambia Waislamu, ndio mahali ambapo aya zinatakiwa zisomwe, Waislamu wazielewe, waishi katika aya hizo, na ukifanya hivi hujachochea bali umewaambia waislamu kile kilichosahihi kilichowazunguka baina yao. Bwana jirani yako kaa naye kwa wema, lakini si mzuri, kuna moja mbili tatu, ana tabia hii na hii na hii, si uchochezi. Unampa tahadhari yule bwana yule jirani yako, au yule ndugu yako, yule jambazi, kaa naye vizuri. Hapo utakuwa umenasihi kwa wema. Sasa akiwa tabia yake ndio hiyo, basi utakuwa umemnusuru ndugu yako.

Hizi ni ayati katika kitabu cha Allah subhanahu wa taala, tunatakiwa tuzisome, tuzizingatie, lakini tubaki katika misingi, tusifanye uadui kwa watu na dhulma, tuishi kwa amani, upendo pale ambapo anastahiki kufanyika upendo. Lakini aya zetu, aya za Qurani tunazo, tunajua mjua, na mtu ukishamjua basi utajua namna gani ya kuishi naye.

Katika mambo makubwa kabisa ya kuyasimamia sisi Waislamu katika kila wakati ni kuhakikisha tunaihami dini yetu, na katika mambo muhimu sana ambayo Muislamu anatakiwa ayape kipaumbele, nayo yanazunguka katika fikra yake kuihami dini ya Uislamu kwa mali na kwa nafsi na kwa vyovyote Walipokuwa watu wakisawasawa katika wakati huo wa Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam, waliibeba dini hii kwa dhamira hiyo na azma hiyo. Dini ilivuka mipaka ya miji kijiografia, ikafika mbali, kwa sababu ilibebwa na watu wenye dhamira za kweli, dhamira za kuihami dini yao na kuwa na ghera ya kutaka kuifikisha kwa watu wengine. Hawakutetereka katika hili jambo, na sisi nasi, ili tufanikiwe, tuibebe dini yetu kwa dhamira ile ile, lakini kwanza tuijue, tuisome dini yetu, yani mambo ya msingi tunayotakiwa kuyajua, tuyajue. Tusiuchukulie Uislamu ni kama kitu cha, cha kurithi hivi kitu chetu

na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimemridhia kuwa ndio nabii wangu. Mimi maneno haya wayazungumza kama Mwislamu unayejitambua. Kama hujitambui, basi zapita siku wala useme maneno haya. Wanaojitambua kila siku asubuhi, wa wanaingia mkataba na Allah kwa kusema maneno haya kabla jua halijachomoza na jioni kabla jua halijazama. Mwislamu atamka maneno haya radhitu billahi rabba. Ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini waseme maneno haya? ni kujadidi imani yako na kuifanya upya na kuingia mkataba na Allah subhanahu wa Ta'ala juu ya Uislamu. Kwa hiyo tujifunze Uislamu wetu, ndio tutaweza kuulinda Uislamu, lakini pia tuwe na bidii ya kuufunza na kuufikisha Uislamu kwa wengine, lakini tusikubali pia Uislamu kuchezewa Tuangalie taratibu na njia za kufanya kitu, sikubali dini yetu kuchezewa, lakini pia kumwomba sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, atupe nguvu na atupe salama, atukingi na shari za maadui, sisi pamoja na watawala wetu. Leo imekuwa ni jambo la kawaida katika nchi zetu, akishaingia mtawala wa Kiislamu katika madaraka makafiri wanafanya njama nyingi sana za kumkwamisha katika jambo mpaka afuate matakwa yao. Hii ni kawaida kwao. Sasa hawa watakiwa sisi tuwatambue katika hili, na tuwaahami watawala wetu katika hili kwa kuombea dua njema. Tukiingia na sisi katika kupiga vita wale wale wanatumia hiyo ni jiki, lengo ni kutufikia kwenye Uislamu wetu. Hatuzungumzi maneno haya kwa ajili ya kujipendekeza. Tunazungumza dinan. Muislamu watakiwa ujitambue, lazima uwe na ajenda yako ya Kiislamu, usifuate upepo tu, kwa sababu fulani kasema fulani kasema. Hawa wana mikakati migumu kabisa dhidi ya Uislamu na wanapokuwa na nafasi hawana huruma na Waislamu. Ni kweli jamaa zetu tunaishi nao, lakini wana tabia mbaya Lazima tuwe na tahadhari, tujitambue sisi, tusigawane kwa sababu ya ukabila wetu, tusigawane kwa sababu ya miji yetu. Kadhia ya Uislamu inapokuja, iwe ni Waislamu wote. Lakini silaha yetu kubwa kabisa sisi ni kumwomba Allah subhanahu wa taala, baada ya sisi kurudi kwake, tukatengeneza Uislamu wetu, tukarudi kwake kwa tauba. Kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya, Allah anatusaliti na, na maadui lakini pia na kuziombea nchi zetu na utawala wetu, Allah awahifadhi dhidi ya maadui. Usilichukulie suala hili kibinafsi, wakati wenzenu hawachukulii kibinafsi, wanawajenga watu wao katika mazingira haya. Mimi sitaki kueleza kwa ndani, lakini nyinyi mwafuatilia mitandao ya kijamii na maneno yanayozungumzwa, ni chuki za udini, hakuna kitu kingine, ni udini, Ukristo ndio ule utawala. Sasa wewe, ndugu yako Mwislamu ashambuliwa kwa sababu ya Uislamu wake, wewe wacheka, wafurahi. Wewe wasaidia hata kama kweli hakukusaidia wewe, hakukufanyia hiki hakukufanyia kile, kufanyia kile, lakini vita inamwelekea ni dini, kwa sababu ya dini yake, mnusuru. Hata kama sikukulipa shilingi kumi, wewe mnusuru kwa sababu ya ile dini yake. Basi umeshindwa hata kuomba dua. Wao wanaweza kuwafikiana katika kuupiga uislamu vita na waislamu kwa ujumla, alafu wakawafanya na nyinyi pia mshadikia katika jambo hilo. Wanaweza kufanya hivyo. Nchi ngapi za kiislamu wamezitia moto kwa dhuluma na uadui? Gaza imepigwa ikashambuliwa, ikavunjwa yote. Waislamu wangapi wamechukulia kwamba lile kwa ni jukumu lao kwenye Gaza? Ukiangalia waislamu wengi, kuwasikiliza utawasikia wakilaumu kilaumi nchi za Kiarabu, nchi za Kiarabu. Wanafiki wameshindwa kuungana kumpiga Mpalestini. Wewe umefanya juhudi gani? Wewe sasa hata ulisimama usiku katika dua zako, ya rabbi wa nusuru ndugu zetu kwa Ghaza? Uliomba dua? mchango wako wewe nini katika jambo lile? Huna mchango wote, wewe ni stori tu. Yule kashindwa, wewe umeweza nini? Tunakwepa yale majukumu na masuluhisho tulifanya sisi, hatumwa kwenye mambo yanayotuhusu sisi kwa sababu ya ubinafsi wetu. Ndugu zangu katika imani, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hii dini. Tuondoshe ubinafsi wetu katika mambo yanayohusu dini. Yoyote anataka kuigusa dini yetu awe atumia siasa awe atumia mambo mingine yasiyokuwa siasa na taratibu nyingine tumia mila atumia umiji na njia yo ukayitumia kwa ajili ya kutoka kuutweza Uislamu wetu sisi, tusikubali kabisa. Lakini ujue kwamba maadui wa Allah subhanahu wa taala hawawezi kusalithiwa juu yetu, isipokuwa sisi tutakapoacha dini yetu. Katika ya 11 surat Raadi, Allah subhanahu wataala anatuambia: inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, hakika Allah hataibadilisha neema iliyowafikia watu, iliyoko kwa watu mpaka watu wao wenyewe wabadilike, wa idha arada Allahu biqaumin sua fala maradda la, na Allah akitaka adhabu kwa kaumu yoyote hakuna wa kuirudisha. Kwa hiyo ukiona kuna kasoro imejitokeza kwetu na dhaifu imeingia usilaumu tu, ujue udhaifu umeanzia kwangu na kwako na kwa yule. Tujirekebisheni ndugu zangu katika imani, turudi katika mstari wa sawasawa, tujue kwamba tuna jukumu ya kuilinda na kuitetea dini yetu.